Mjambo wapendwa katika Kristo, tunafurahi kuwa mbele zenu kwa muda huu ili tuweze kuongea mambo ya Mungu e, kwa wote wanaokuwa pendlevu wa neno la Mungu, karibuni sana kwenye kipindi kizuri kwa kweli, na nataka tuongelee mambo yanayohusu hukumu. E, kwa kuwa watu wengi ufikiri kwamba Mungu, kwa kuwa ni mwenye rehema, hawezi kwa hukumu walimwengu. Dunia imejaa watu wengi Eh, unapoona umati watu wanaokaa kwenye uso wa dunia unafikiri kwamba kwa kweli Mungu hawezi kusubutu kuharibu walimwengu. Wengine wanafikiri kwamba hukumu haitakiwepo, sababu wanapohesabu miaka yao ya maisha eh, labda wanafikia uzee na wengine walikomaa wakaishi wakazeheka. Eh, yaani habari za hukumu wanapoisikia katika maandiko matakatifu wanafikiri kwamba labda ni fumbo au ni mezali ya kwamba sio realite, sio kweli wapendwa. Na wengine ambao ni wasomaji wa maandiko matakatifu wanajiuliza, sasa hukumu nayo semwa mara nyingi itakuwa wakati gani? Vile vipindi vyote tutavizungumzia katika sehemu hii ndogo ya yani minute ambayo tumepewa kwenye runinga hii kwenye muda huu. Karibuni sana, muwe makini, kama itawezekana chukua karatasi hata na na biki uweze kuandika, tutakuwa na ndugu yenu Patrice katika mazungumzo haya na Bwana awabariki tu. Tunaomba kwanza. Baba Mtakatifu, wanaishi mali pa kuinuka, tunakushukuru kwa kuona upendo wako Bwana. Kwa kweli umependelea kwa muda huu tuweze kuongea na wana wako neno, neno lako. Uwe pamoja nasi utusafi kwa damu ya mwana wako. Nena nao, uwe mwenyewe uwazungumzie. Roho Mtakatifu atushiriki sote, anayeongea na anayesikiliza tubarikiwe nawe sote, tunaomba hivi kupitia jina sikuwa mkozi wetu, Amen. Hukumu inaijilia ulimwengu na hukumu hiyo tayari imeanza, eh, kwa kuwa vitabu vinasema kwamba eh, lazima kila mtu apite mbele ya kiti cha hukumu. Kitabu cha Wakorinto wa pili sura ile ya tano fungu la kumi eh, kinazungumza eh, ya kwamba inabidi ni lazima yeyote anayepumua, yeyote aliyewahi kuishi, apite mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo. Imeandikwa vipendwa, 2 Wakorintho 5:10, kwa maana imetupasa sisi sote kudhihirishwa mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo, ili kila mtu apokeye ijara ya mambo aliyotenda kwa mwili, kadiri alivyotenda kwamba ni mema au mabaya. Huyu ni mtume Paulo akiandikia Wakorintho ya wa kwamba imetupasa sisi sote. Donc, hakuna yule ambaye atakuwa accepte, kila mtu lazima apite mbele ya cha hukumu cha Kristo, ili matendo yake ambayo amewahi kuyatenda akiwa katika mwili yaweze kukuwa juje, e, yafanyiwe uchunguzi alafu ndipo kuwe klase miongoni mwenyewe watapata uzima au wenyewe wataangamia milele na milele. Si Paulo mwenyewe ambaye anazungumza mambo haya, hata na Yohana kitabu cha Ufunuo sura ile ya makumi mbili fungu la kumi na moja hadi kumi na mbili naye ameongea hivi. Wapendwa, lakini narudi kwa wale ambao wanafikiri kwamba eh, hukumu haitakuwepo atukaa kwa kweli kwa muda huu uwe chonjo uwe makini sikilize, kwa kuwa mambo ni dhahiri, yameandikwa kwamba hukumu lazima ilipaswa kuwa na tayari imeanza. Ufunuo sura sura ishirini fungu la kumi na moja imeandikwa hivi: kisha nikaona kiti cha enzi kikubwa cheupe na yeye aketie juu yake, ambaye nchi na mbingu zikakimbia uso wake na mahali pao hapakuonekana. Nikaona wafu wakubwa kwa wadogo wamesemaa mbele ya hicho kiti cha enzi na vitabu vikafunguliwa na kitabu kingine cikafunguliwa ambacho ni cha uzima na hao wafu wakahukumiwa katika mambo hayo yaliyoandikwa katika vile vitabu sawasawa sawa na matendo yao. Wapendua, Paulo ame, al, anasema kwamba sisi sote yawo andwa l nsma kmb musu umiok akaoneshwa namna Eh, ameona viti vimewekwa na kiti cha enzi akaona vitabu vimefunguliwa mbele ya, ya mhukumu au ya mbele ya akimu mkubwa yule ambaye ni grand juge au niseme kwamba ni mseme eh, procureur au magistrat mkubwa akamwona amekaa na vitabu mbele zake, watu wote na wenyewe walishakafariki dunia wakaja mbele zake wakapitishwa mbele zake, ili waweze kuhukumiwa sawa sawa na matendo yao. Wapendwa, ni kwamba na wewe usipojali, maana hii hukumu hakuna, hautasikia e, sifle, hautasikia firimbi, dalili ya kwamba imeanza au wamenifikia, kumbe inabidi ni, leo nijiandae kukesho njoo nitaitika labda kwa tribunali ya Kristo. Hapana, hautajua wakati hautajua mwezi, hautajua e, saa, hautajua na siku yenye jina yako, wataifikia kumbi. Na kuomba utembee kwa utaratibu na uwe makini kwa mafundisho haya, ili ujiandae kwa ajili ya hukumu hiyo, mpendwa. Wapendwa e, watu wengi hutafsiri vibaya e, kipengele hiki, wakifikiri kwamba Yesu atakuja mara moja akai kwenye mlima nafasi, alafu ndipo watu wote waja mbele zake, ndipo awahukumu akiwaona, au awa akimwona uso kwa uso. Wanatafsiri vibaya kitabu cha Matayo 25 ambacho kinazungumuza kwamba atakapo kuja na malaika zake, e, watu wote atawakusanya wenye kuwa mashariki, wenye kuwa magharibi, wenye kuwa kaskazini na kusini, alafu awakusanye ndipo aweze kuwahukumu. Lakini ni kudanganyika wapendwa kwa kuwa imeandikwa kwamba hukumu im, tayari imeanza. Ikiwa e, Paul alisema kwamba imetupasa kupita mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo, mfransa wake wakatia katika futur parce qu'il nous faut tous comparaître. Eh, lazima tupite, si wote mbele kile kiti ilikuwa iko mfutur na hata nasijasoma, na hapa na kitabu cha Matendo ya Mitume kumi na saba kinasema pia kwamba ile hukumu mnyakati za Paulo ilipasha kuanza kwa wakati yenye ingekuja baadaye. Selo kitabu cha Matendo ya Mitume kumi na saba fungu la 30 na 31, imeandikwa hivi: basi zamani zile za ujinga Mungu alijifanya kama hazioni bali sasa anawaagiza watu wote wa kila mahali watubu, kwa maana ameweka siku atakaye wahukumu walimwengu, atakaye wahukumu walimwengu kwa haki, kwa mtu yule aliyemchagua, naye amewapa watu wote uthabiti wa mambo haya kwa kumfufua katika wafu. Turudie msemo huu wa e, verset 31, ni Matendo ya Mitume 17:31 kwa maana ameweka siku atakaye wahukumu walimwengu kwa haki kwa mtu yule aliyemchagua naye amewapa watu wote uthabiti wa mambo haya kwa kumfufua katika wafu. E, mafungu haya yanaonyesha kwamba kumbe, nyakati mtume Paulo alipokuwa akizungumuza ile siku, baada kwa haja kwa haja fika, akasema kwamba ameiweka yaani, ameifixe e, Fransa anasema kwamba ilafixe un jour wakati kapo anza kuhukumu walimwengu na napo wahukumu, Yohana kaona namna wafu na wenyewe walifariki dunia ya zamani majina yao tena mere aparetre tena wamekuja kwenye meza ili wahukumiwe selon maandiko matakatifu. Wapendwa, watu wengi hufikiri kwamba kwa kuwa Mungu ni mwenye rehema hawezi kuwahukumu walimwengu alafu wa naangalia tu wingi wa watu, watu wazuri, watu wasomi, watu matajiri, vijana wazuri, ya kwamba Mungu hawezi kwa hukumu na kuwaangamiza wapendwa. Ile ni kudanganyika maana ukisoma kitabu cha Patriarches et Prophetes, mababu na manabii, ni chapitre 43. 43, maile chapitre. Paragrafi ya kwanza wanatuambia hivi. Dans ce que fait Dieu pour son peuple l'amour et la miséricorde marchent de pair avec la justice la plus impartiale. Katika matendo yote ya Mwenyezi Mungu katika utendaji wake, yani upendo na rehema vinatembea kwa pamoja na haki. l'amour et la miséricorde marchent de pair avec la justice la plus impartiale. na maana ka yani, kwa kwamba hata kwa mwenye upendo hata kuwe mwenye rehema nyingi, lakini e, upendo au rehema na haki haviachanaki. Ni kama watu wawili ambao ni mapasa kwa Mungu. Tabia zile mbili zina usawa. Ni mwenye haki pia ni mwenye rehema. Ina maana kwamba hata kuwe mwenye rehema, hata mwenye kitabu cha, cha Kutoka kinasema kwamba hawezi kumwacha mwenye dhambi hivi hivi tu na ambaye alikataa kutubu bila kumwadhibu. ni 34:7 ile fungu inasema hivi wapendwa, kitabu cha Mwanzo 34 eh, fungu la saba chenasemaje? mwenye kuonea huruma watu elfu, labda nianzie kwenye fungu la sita. Bwana akapita mbele yake akatangaza, Bwana, Bwana, Mungu mwingi wa huruma, mwenye fadhili, si mwepesi wa hasira, mwingi wa rehema na kweli, seti mwenye kuwaonea huruma watu elfu elfu, mwenye kusamehe uovu na makosa na dhambi, wala si mwenye kumhesabia mtu mwovu kuwa hana hatia kamwe, mwenye kuwapatiliza watoto uovu wa baba zao, na wana wa, wa wana wao pia hata kizazi cha tatu na cha nne. Zingatieni msemwa huu, mwenye kusamea uovu na makosa na dhambi, wala si mwenye kumhesabia mtu mwovu kuwa hana hatia kamwe. Ndo sadiri, hata kama ni mwenye rehema, mfadhili, si mwepesi kwa sirika, lakini mutu ambaye ni mwenye hatia hawezi kumhesabia haki. Lazima atamtendea kadiri eh, ya matendo yake. Wapendwa, hukumu tayari imeanza, ndugu zangu, na mkitaka kujua kwamba Mungu hata hesabia mwenye dhambi eh, kwamba hawana hatia, awache tu waishi waishi waishi, eh, bila kutengeneza. Vitabu vinatuambia kwamba ikiwa makosa ya mababu zetu yaliandikwa na kila kosa inaandikwa pia na adhabu iliyoifuata ilikuwa ni lesoni kwetu, ilikuwa ni fundisho. Kitabu cha Temoignages pour l'Eglise volume 1

pia na namna walipata hata adhabu au waliweza karipiwa. Leur exemple nous est donné pour nous mettre en garde contre la désobéissance afin que nous sachions bien que le salaire du péché c'est la mort. Ile mfano yenyewe iliandikwa kitabu cha Mwanzo ya Adamu, namna aliasi akahukumiwa akapata adhabu, ni fundisho kwetu, ili inatumetre en garde, yani angalisho, ili tujue kwamba wakati wote unapokosea unavunja amri ya Mungu, unakosea maagizo yake, lazima utapata malipizi. Ile viji viz ya kwamba na mshahara wa dhambi ni mauti, que la justice de Dieu doit toujours être satisfaite. Lazima haki ya Bwana, haki ya Mungu iweze kuridhishwa na mwenye dhambi kuadhibiwa. Haki yake inadai kwamba mwenye amekosea sheria apate adhabu. Uh, bref que le Seigneur exige une stricte observation de sa loi. Chini, wanasema le terre inspiré fidèle à sa tâche nous dit le péché dans lequel tombera Noé. Ali aandika maandiko matakatifu, waliandika, wanaturelater namna watu ambao walikuwa ni fidèle, walikuwa waaminifu kwenye majukumu yao, waaminifu wanatajwa. Lakini pia na dhambi zenye walitenda zikatajwa. Wanazungumza: Nuhu, Moïse, Musa Abrahamu, David, Salomo eli luimem hata na wengine wengi waliokosea. Wale wote makosa ilikuwa inaandikwa katika maandiko matakatifu, hata na adhabu ile inafuata, inafuata ili iwe fundisho kwetu. Usitende dhambi leo, usikosee, usivunje amri za Mungu, ufikiri kwamba juu Mungu ni mwenye rehema nyingi hata nisamehe, hata samehe. Wazungu wapata hapa wanaweza kuangamizwa, vijana wapata hapa wanaweza kuangamizwa. Wenyewe wanajaa Kongo, mamilioni wanajaa Tanzania, Rwanda, Uganda, Afrika nzima, wanaweza wataangamizwa wasipotubu, mpendwa. Kwa kwa hukumu ya Bwana lazima ilizishwe, wapendwa e, na hukumu hii ina wakati yenyewe kile imepangiwa kwamba itaanza. Ukisoma kitabu cha Daniel sura ile ya, ya nane fungu la kumi na nne kuna unabii ambao umeandikwa hapo unaozungumza kwamba e, nyakati za Daniel, katika katika ndoto zake katika maono yake alionyeshwa mwaka e, na nyakati ambazo ile hukumu ingeanza huko mbinguni. Wapendwa, msifikiri kwamba Yesu atakuja kwenye mulima wa, wa, wa, wa Elayono hapo alafu ndipo tuweze kusimama mbele zake atuhukumu. Hapana, itakuwa ni atakuwa iko na prononcer verdict iko na tangaza hukumu yenye tayari mbinguni imeweza kukatwa imeweza kutengwa na hukumu hiyo e, ingeanza baada ya siku elfu mbili mia tatu selo Daniel 8:14 ni hivyo imeandikwa, ni Daniel 8:14 kwenyewe imeandikwa hivi, akamwambia hata nyakati za jioni na asubuhi elfu mbili na mia tatu ndipo patakatifu patakapo takaswa msemo huu ni msemo wa fumbo cha unabii ni kwamba baada ya siku elfu mbili mia tatu na siku katika unabii ni mwaka, sio kitabu cha uh, Hesabu 4:6 wanaposema siku ni mwaka. Kumbe siku elfu mbili mia tatu ni miaka elfu mbili mia tatu na miaka hii ingeanza wakati gani? daniele alipopata zile eh, zile siku akapata shida ya kutojua kama titanza wakati gani ndipo malaika mwenyewe alikuwa anamuonesha akarudi kwake mukitabu cha Danieli sura ile ya kenda makumi mbili hadi makumi mbili na saba ni humu tapata deta ya mwanzo dabor wa zile siku na deta eh, gisa li repartir sehemu sehemu sehemu sehemu ya kipindi kirefu cha miaka elfu mbili mia tatu sasa, akamwambia hivi Daniel, malaika alimwambia kwenye fungo la kumi na tano, nefu 25 eh, nefu 25 ukisoma hapo, alimwambia kwamba achukue ile miaka elfu mbili mia tatu aitie kwenye mstari wa nyakati, na mstari huo ukitaka kwenye huko na unaweza kuuchapa unakamata eh, E, mstari unaichapa vizuri, ambaye itakuwa saidia kwa kuweza kurepartir nyakati za ile miaka, ukizingatia kwamba malaika nimamia Daniel, mkitabu cha Daniel e, e, 9 25 ya kwamba kuhesabia aanzie kwa wakati yenye mfalme e, wa e, uperesi au wa Medo-Perse ataagiza ya kwamba Israel irudie makwao kwenda kujenga tena hekalu huko Yerusalemu. Kwa kuwa walikuwa ni mateka Babel, walikuwa huko pale e, hapo, kwa a, nasema maandiko matakatifu, ile tangazo zilitolewa ni tatu lakini yenye inaambatana na unabii ni mwaka ni tangazo la mfalume Artaxerxes eh, Artashasta kwa Kiswahili. Artaxerxes ni mfalume mwenye alitowa tangazo mu mwaka wa mia ine makumi tano na saba kabla ya Kristo. Ile mwaka njo inamarike mwanzo wa 2300 jours au siku 2300 au miaka 2300, na ile miaka alimwambia Daniel yeye malaika ya kwamba ile miaka anapohesabia aigawe mara pili, yani kuna sehemu ya, ya, ya majuma makumi saba 77 ambayo tukifanya katika hesabu ile miaka makumi saba, ukipatia kila siku uh, uh, kila, kila siku unaipatia valeri ya mwaka. E, majuma makumi saba itakuwa mi, siku mia ine makumi kenda na ndiyo miaka mia ine makumi kenda Akasema kwamba ile miaka imetengwa kwa ajili ya taifa teule la Israel, taifa chagulifu, ili watubu dhambi, watengeneze mioyo yao, wapokee unabii, wajandae kumpokea masia mwatakuyaka pia, wajenge na hekalu la Yerusalema mwa ile miaka na ile ni miaka yenye ilibidi wajenge Yerusalemu, wa, waweke wa, wa, ibada, baada ya kurejea kutoka katika uhamisho wajitengeneze, watubu zambi, wajisafi mesia napozaliwa waweze kumpokea. Na ile miaka ni kipindi cha tangu 457 hadi mwaka wa 34 kabla ya Kristo, yani miaka yenye Yesu alizaliwa ndani ni miaka yenye mitume nao Yesu aliwachagua wachagua. Ukitaka kuvijua vizuri, ukisoma kitabu cha Mathayo kumi fungu la eh, tano, ni hapo alisema kwamba Yesu alipokuwa katika kile kipindi cha majuma ya saba, aliwaambia msiende katika mataifa bali mwende mu katika kondoo zangu zilizopotea zilizopotea. Ikumba alikuwa na, alikuwa, alikuwa na unabii wa kipindi cha Wayahudi, ambacho wasingeende katika e, nje au wasingehubiri mataifa na kipindi chao kingali. Ni fungu la tano, hawa tenashara Yesu aliwatuma akawaagiza akisema, katika njia ya mataifa msiende, wala katika muji wa wote Eh, kumbe ni katika ile majuma ya 70, yani miaka ya kumbe ni katika majuma makumi saba yani miaka mia ine makumi kenda kati ya kati, Stefano bali mtupia majiwe, walipo mtupia majiwe ndipo mkitabu cha Matendo ya Mitume saba fungu la 54 na 59 ndipo Stefano alipigwa mawe, alafu Matendo ya Mitume sura 13 verse 46 ndipo pale akasema kwamba basi muda anatimia tunaingia katika, katika mataifa akasema. Katika msema huu, Matendo 13:46 inasema hivi: Paulo na Barnaba wakanena kwa ushujaa, wakasema ilikuwa lazima neno la Mungu linenwe kwenu kwanza, ilikuwa lazima neno la Mungu nenwe kwenu kwanza, iko naambia Wayahudi, kumbe ilikuwa lazima kipindi chao kwanza, wahubiriwe wao, kwenu kwanza e lakini kwa kuwa mnalisukumia mbali na kujiona nafsi zenu kuwa hamkustahili uzima wa milele, angalieni, twawajeukia mataifa. Kumbe katika msemo huu wa a, Matendo 13:46 Paulo akatangaza kwamba walipokataa kuhubiriwa, walipokataa habari za Yesu, walipokataa kumpokea ile, ile, ile hierarshi ya uongozi wa kiyahudi imemkataa, akasema kwamba kumbe tumejeukia mataifa ile hii hii hii usemi wake imekuwa marke na ane 34 Stefania lipo uawa kwa mawe, ndipo kipindi cha mataifa kikaanza. Maileu, ndipo kukaanza sehemu ya pili kubwa sana ya miaka 2000 yani, pamoja ukichukua ile miaka mirii na makumi kenda na miaka 2000 itafika mu mwaka wa 1844 ukianzia 5 unafika mu an 34 ci unazia pia 1 itafika mumwaka wa 1844 njoo de. Inamaana mwaka huu una marke kutakasa hema la mbinguni, na kutakasa hema la mbinguni sio usemi mwingine, ni hukumu kuanza. Yani ndipo vitabu vikaanza kufunguliwa. Kitabu cha vitakuu kinasema kwamba

Kumbe ile hukumu mbinguni ilianza lianza mu mwaka wa 1844 na ndipo zambi zikaanza kufutwa za wale ambao wamekiri zambi zao. Ndiyo maana kitabu kinasema kwamba anaheri yule anayekiri zambi zake na kusamehewa, ni kitabu cha, cha Mezali 28 verset yake ya 13 na kitabu cha Zaburi 34 verset ya kwanza na pili kinasema kwamba anaheri yule ambaye zambi zake zimesamehewa na kutokumbukwa tena jina yako quand dossier indique des péchés no confesse et no pardonné le nom est radié du livre de vie et l'inscription de bonnes actions est effacée du livre de mémoire Wakati kwenye kitabu anakutana jina yako, wanaangalia kuna zambi zenye ukukiri na kutengeneza, wanakutana kumbe azikusamehewa. Jina yako wanaifuta kwenye kitabu cha uzima na matendo yote uliyetenda mema, yote yote mema yanafutwa hata kumbukwa tena. Niwaambie kwamba huko kuna vitabu vitatu, kuna kitabu cha uzima, kuna kitabu cha ukumbusho na kuna kitabu cha mauti. Ni vitabu vitatu ndo venyewe Yohana aliona, aliona, kitabu cha Ufunuo. Ufunuo 212 alisema vitabu vikafunguliwa. Ni kitabu cha uzima mna majina ya cha, eh, cha watu wenye walikiri dhambi zao wakapokea Yesu kama mwokozi wao wakatembea katika haki wakashika amri zake kumi wakavunja amri za Mungu, yaani wanaabudu sanamu, wanakuwa na miungu mingine, wanasema jina la Bwana namna mnavyotaka katika mambo ya kawaida Sabato wanaivunja, hawatie wazazi wao, wanaiba, wanaua, wanazini, wanashuhudia uongo na wanatamani vitu vya wenzao. Wale watu wanaokosea hivyo kama watengeneze kile kitabu cha mauti, majina yao ni hapo inajaa. Lakini ukitengeneza, ukikiri jina, wanafuta zambi zako, unahamisha mkitabu cha uzima. Mpendwa, na kitabu cha ukumbusho ni watu ambao muna ni, ni, ni, matendo yote mema uliyotenda yenyini mfaisha Mwenyezi Mungu uliyotendea Mungu na mwenzako. Wapendwa, hukumu iko ndani, imeanza mu 1844tilavaonesha ilianza mu 457 avant Jesus Krist, wakati wa dekre ya mfalme Artakserkses. Sasa zile siku za 2300 jours, je me repete, zile siku zilianza mu an 457 wakati mfalme alitoma dekre ya kurudia kwa Israel huko kujenga hekalu la Bwana 44, wakati hukumu inapoanza leo tuko, tuko e, muane 2025. kuna miaka mingi plus d'un siècle na hukumu tariko mbinguni. C'est pourquoi, wapendwa, na waomba katika muda huu tutengeneze tabia zetu. Kitabu cha 1 Jean chapitre ya pili cha fungu la kwanza kinasema kwamba siri ya kushinda hukumu Imeandikwa kwamba kwamba e, mashauri ni hapa ja Yohana wa kwanza sura ya pili inasema watoto wangu wadogo, nawaandikia haya ili kwamba msitende dhambi, na kama mtu akitenda dhambi, tunaye mwombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki. Wapendwa, kama umetenda dhambi, tengeneza rudilie amri za Mungu, mwendee Kristo kwa kuwa ndiye mtetezi wetu. Ye ndiye avoka katika ile hukumu baba yake E, amemfanya kuwa endwa kuwe hakimu mkuu katika ile hukumu, lakini kama una urafiki naye tayari umekiri dhambi zako mbele zake, umeomba akusamee nafute makosa kwenye jina lako, katika hukumu utakuwa utahesabiwa haki. E, hautakuwa mkosaji kwa kuwa atakuwa amefunika haki yake makosa yako yote. Mungu atupatie e, kujali kipindi hiki ambacho ni cha rehema, tumepewa tuweze kujiandaa hukumu hiyo, anaporudi Yesu Kristo, tupate uzima milele sote tusiangamie. Niombe na kila mmoja wetu na waombea nanyi mniombee, ili tukutane katika nyumba za mbinguni siku moja katika jina la Mwokozi wetu Amena.